Karibu Global Swahili News, matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Mwaka 2021 Marekani iliweza kuingia makubaliano na Taliban e, makubaliano ambayo yalipelekea Marekani kuweza kutoa vikosi vyake vya kijeshi ndani ya Afghanistan, kwenye kambi ya Bagram Air Base. Ikumbukwe mwaka elfu mbili na moja Marekani iliweza kuivamia Afghanistan baada ya tukio la Septemba 11, e, tukio ambalo lilihusishwa na e, kikundi cha kigaidi cha Al Qaeda ambacho kilikuwa kinaongozwa na e, Osama bin Laden, japo limekuwa ni tukio ambalo limekuwa na utata juu ya nani ambaye alihusika haswa kwenye tukio hili. E, wengine wakidai kuwa ni Marekani ndio waliihusika kwa ajili ya kuweza kujipatia uhalali wa kuweza kuivamia Afghanistan. E, sasa jambo hili limeweza kupingwa na watalibani wakidai kuwa e, kufanya hivyo ni sawa na kuweza kusaliti mapambano yao ambayo e, waliyafanya ndani ya, e, e, ya miaka 20 kutoka mwaka 2001 hadi mwaka 2021. Sasa leo nimeona niji nizungumze ni sababu zipi ambazo zimeipelekea Marekani iweze kuonesha nia ya kuweza kurudi au kuchukua udhibiti wa kambi hii. Nikukumbushe. Kama ulikuwa hujasubscribe, uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa na uchambuzi kama huu mara tu unapotoka. Lakini pia usisahau E, kulike, kucomment na kushare. Sasa katika hotuba yake ya kwanza e, ya Rais wa Marekani Donald Trump e, aliweza kusema kuwa e, e, kwenye kikao chake cha kwanza cha baraza la mawaziri cha Rais Trump tangu kurejea madarakani, yeye pamoja na Waziri wa Ulinzi Peter Hegseth walijadili kuhusu kuondoka kwa e, Marekani Afghanistan na kupoteza E, kituo cha Bagram. Katika kikao hicho, Trump alisema kwamba katika mpango wake wa awali wa kujiondoa Afghanistani, e, na nukuu, tulikuwa tunakaribia kubaki na Bagram, sio kwa sababu ya Afghanistan bali kwa sababu ya China e, e, kuwa ni kiko umbali wa saa moja tu e, kutoka pale China inapozalisha makumbola yake e, ya nyuklia. Pia Rais Donald Trump aliendelea kueleza kuwa Bagram ni moja ya vituo vikubwa zaidi vya kijeshi duniani duniani, chenye moja ya njia ndefu na zenye nguvu zaidi za kurukia ndege iliyojengwa kwa zege na chuma e, cha pua. Sasa, e, kwa mujibu wa, e, wa maelezo ya e, au kulingana na kauli ambayo Donald Trump ameweza ambao nimeweza e, ni kwa kusomea hii inaonyesha kuwa sababu mojawapo ni sababu za kijografia e, Afghanistani inapakana na, eh, na eh, Irani, lakini pia inapakana na China. Eh, sasa china eh, kwenye mkoa wa Xinjiang ndio mkoa ambao unapakana na Afghanistani, na katika mkoa huu China pia inautumia huu mkoa kwa ajili ya kuweza kuzalisha makombora ya nyuklia makombola kama ya DF-5 ICBMs ambayo pia iliweza kuonyeshwa kwenye maonyesho eh, ambayo yalifanyika eh, miezi kadhaa iliyopita pale eh, eh, eh, China. Kwa hiyo unaona kuwa eh, Marekani inaona kuwa kuwa eh, ndani ya hii kambichkiwa hii kambi ya Bagram kunaifanya sasa eh, Marekani eh, kuwa na urahisi kwa njia ya kuweza kufuatilia masuala ya ya kijeshi eh, eh, eh, ya ya China na masuala ya uzalishaji wa silaha za nyuklia ambayo e, China inafanya katika huu mkoa wa Xinjiang. Lakini kwa upande wa Irani, Irani tunafahamu kuwa ni, ni moja ya taifa ambalo hazihivi e, pamoja na Marekani. Kwa hiyo e, Afganistani kuwa amini Marekani kuwa e, kuwa ndani ya Afganistani kwenye hii kambi e, kunaifanya pia kumiliki anga la e, la la Afganistani ambayo inapakana pia na Irani lakini pia jambo nyingine ambalo naifanya Marekani kuweza kurudi kwenye hii kambi ni masuala ya, ya kigaidi e, e, Marekani ikiwa ndani ya hii kambi, maana itaifanya Marekani kuwa na urahisi au kuzuia matukio ya kigaidi ambayo yanaweza yakatokea kwa Marekani, kwa sababu ndani ya Afghanistan kuna makundi kama ya TTP, ICC, K, pamoja na Al-Qaeda, makundi ya kigaidi ambayo ni makundi tishio kwa usalama wa Marekani, lakini pia Marekani kuweza kurudi au kutumia hii kambi inaweza kutumia kama e, kitovu cha ujasusi kwa ajili ya kukusanya taarifa za kijasusi kwa e, adui zake pale e, e, e, e, mashariki ya mbali. Lakini pia inaweza kutumia hiki kituo kwa ajili ya kuweza ku, e, wa kuongeza ushawishi wa Marekani ndani ya, e, ya Afghanistan ambayo e, ushawishi wa Marekani ulikuwa umepotea baada ya ya, ma, ya, ma, ya Marekani kuweza kuondoka mwaka elfu mbili na ishirini na moja na pia Marekani amini Donald Trump aliweza eh, ku, ku, kuishutumu, eh, kuishutumu China kuwa inatumia eh, hii kambi ya, eh, hii kambi ya eh, Bagram Airbase kwa sasa ipo chini eh, ya, ya, ya, ya, ya China, japo Taliban wao walikataa kuwa hiyo kambi sasa hivi ipo chini ya Taliban. kwa hiyo E, Marekani kuchukua hii kambi kumiliki e, hii kambi manake inafanya Marekani kuwa kuongeza ushawishi ndani ya Afghanistan, lakini pia ina maeneo ambayo yanapakana na Afghanistan. Kwa hiyo ni hayo ambayo niliona nije nizungumze na wewe kwa siku ya leo. Nimekukumbusha kama ulikuwa hauja subscribe, pia uweze kusubscribe, lakini pia usisahau kutuashia maoni yako e, e, kwenye comment section, lakini pia na wewe unaweza ongezea je, ni sababu zipi ambazo unaona ambazo zinamfanya Marekani aweze kurudi au kuitangaza nia ya kuweza e, kuikalia tena Bagram Airbase ikizingatiwa e, kwamba 2020 e, waliweza kusaini makubaliano e, ambayo yalifanya Marekani iweze kuondoa vikosi vyake ndani ya Bagram Airbase. Tukutakie siku njema, tukutane wakati mwingine.